Uhai wake kwa ajili ya amri za. Mstari wa kumi na mbili anasema wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Nanyi ndiye mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamruyo. Siwaiti tena watumwa, siwa wa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Nimewaarifu. Si ninyi mlionichagua mimi bali, si ni mimi niliyewachagua ninyi, nami ni nikawaweka mkazae nika matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba yangu kwa Amen, haleluya. Yesu huyu ambaye ametoka kule kule kule, kule wakati wa Musa eh, wakati wa Musa, ina maana kwamba alikuwa anatembea tembea nyingine kwa maana kulikuwa na sanduku la agano. Waisraeli wakiliacha tu sanduku la agano lichukuliwe na watu wengine, walikuwa wanapigwa kwa sababu wameliacha sanduku la agano. Na hapa Yesu anatuletea jambo, anasema yeye ni mzabibu wa kweli. Ni mzabibu wa nini? Wa kweli. Ina maana kuna mdhabibu wa uongo si ndio? Kuna mdhabibu wa nini wa uongo oh. Lakini Yesu akasema yeye ndiye mdhabibu wa kweli okay. Haleluya, haleluya! Akasema na baba yangu mimi Yesu baba akaendelea kuyaeleza maneno pale katika sura ile, akasema kila tawi ndani yangu lisilo tawi kuliondoa uzi. Kulipokuwa tuna kwenda kule kumsi narumo narumo kapita mahali ukaona kahawa zimechanua vizuri, hmm. Lakini upande mwingine tukakuta kahawa zimekatwa, hakuna mataa, hakuna lini, hata mekatwa <tabu> lakini upande wa pili, yani umekaa zimechanua zime vizuri zime sana, tukasema huu ni utajiri mkubwa lakini upande mwingine zimekaa ukajua yale matawi hayakuzaa. Kwa hiyo wakaamua wakati ichipue tena, ikichipua tena inafikia wakati sasa yale matawi yanazaa. Haleluya, haleluya! Tumeipwa ili kuzae, tumeipwa ili kuzae matunda na akasema, sisi ni matawi. Matawi si ndio yanazaa yeah. Nilisema mahali kwamba kuna mti kule kwee, una una unaitwa mkuyu. Sisi unauita mkuyu, unaota kando ya mto, unaota kakuta, una matunda kwenye sehemu eh kwenye

Yesu asipi na Yesu akasema akasema jambo, Kaeni ndani yangu, ndani ndani yenu, kama vile tawi nisivyo weza kuza peke yake, nisipokuwa ndani ya mzabibu, kadhalika Nani ziko si kanda Yesu anataka tudai Nabi tukae ndani ya. Amen! Haleluya! Amen! Tukae ndani ya Ya. Ndipo tutakapozaa matunda. Bwana Yesu asifiwe! Na ndipo na vipawa vyetu vitakavyoendelea kufanyika kazi ya Mungu ndipo vipawa vya kuendelea kuinuka na kuinuka. Mungu akubariki Amina. Haleluya. Wewe umepewa kipawa gani? Wewe umepewa kipawa gani? Wewe umeitwa kuzaa matunda. Wewe umeitwa kukatwa. Umeitwa kuzaa matunda na hayo matunda yapate kukaa mm, hayo matunda yapate kukaa na ili uitwe rafiki wa Yesu. Hivi rafiki, ukiwa na shida kibilia, rafiki Kami, rafiki, na shida unamkimbilia, si unamkimbilia rafiki yako? Rafiki, nina shida na mahitaji haya moja mbili tatu na rafiki anakutuliza kwa kukumegea kile ulichokitaji kwake. Kwa hiyo well, Yesu yuko tayari kukupatia mahitaji yako, lakini anasubiri ukae ndani yake. Haleluya oh! Ukae ndani yake. Kristo Yesu akasema mimi ni mzabibu matawi akasisitiza akasema, akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Bwana Yesu. Mwalimu wangu mmoja, miaka kadhaa imepita, anaitwa Emmanuel Walumani, akatufundisha kasema una kipawa hakuna karamu. Akatufundisha akasema kila mmoja aliyezaliwa, akatuambia amezaliwa na kipawa, akatuambia inaitwa chochima, inaitwa chochima, lakini mwenye chochima akita kipawa mafuta na kinabadilika kireko kikijazwa na roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya! Kwa hiyo hata kama ulikuwa wewe ni mjeni an wa juma ukaokoka ukajazwa na roho Mtakatifu, utakuwa uistai kuliko mazoea. Kwa sababu sasa unaye Yesu mtu wa ndani yako, Yesu anakudai ndani katika mambo yote mema, Yesu anakudai ndani katika mambo mema. Kwani utakuwa mtu wa ajabu, utakuta bodaboda zinakuja. Sasa ulikuwa unapika mandazi, unapika mandazi matano hivi, unakuta watu wanakuja tu Bwana anapenda kukuinua. Amen. Bwana anapenda kukuinua. Amen. Ka ndani ya Kristo yetu. Ka ndani ya Kristo yetu. Ili nisikilewe. Mstari wa saba nao unanifurahisha. Niruke ruke kidogo. Hebu sasa mstari wa saba. Mstari wa saba. Ndio. Nasema ninyi mkikaa ndani yangu. Ni yangu na maneno yangu ya kikaa ndani yenu. Ombeni mtakalo